Jinsi ya kuondokana na changamoto ya shambulio la moyo. Kwanza, kula lishe yenye afya, mboga mboga, matunda, natsi na mafuta mazuri kama yanazi ni mazuri, yatakusaidia kuondokana changamoto hiyo. Namba mbili, mazoezi ya kutosha ili hatutakiwe kuielezea kwa sababu wengi tunaifahamu. Namba tatu, maji ya kutosha. Jamani, maji ni dawa, ni tiba namba moja ambayo wengi tumeweza tunaipotezea. Lakini pia punguza chumvi na sukari, ni hatari kwa afya yako. Lakini pia hakikisha unatumia protini yenye afya protini ya, yenye afya inatakiwa samaki, mayai, maziwa asili, inaimarisha uh, moyo wako. Lakini pia epuka pombe na sigara, pata usingizi wa kutosha, lala masaa saba mpaka nane, atakusaidia. Punguza stress, lakini pia angalia mara kwa mara shinikizo lako, presha yako na cholesterol, pima mara kwa mara, itakusaidia kuondokana na hilo changamoto. Green tea ambayo tunasema ni hepti itakusaidia, ambayo ina chamomile, ina ina mint, lakini pia inaweza ikawa na tangawizi. Tuambie wewe ni vitu gani ambavyo huo unavitumia ulipokuwa na changamoto ya shambulio la moyo. Hakikisha unawasiliana na Dr. Jimmy kama unahitaji msaada zaidi.